Eh bwana, jambo wenu. Jambo, jambo, jambo. Jambo, jambo, unaita nani? <laughs> mi sina balere <laughs> niko kwambia sina balere mi niko baba mwenye nyumba wenu hapa <laughs> Sa, sasa biko hivi. Eh bwana, niko mwenye kukasilika sana hapa mulo yangu, niko mwenye kukasilika mulo yangu <laughs> jana jana nilikuwa natoka, niko naenda kunyamba hapana, uh-huh. nilikuwa naenda kuchoo, nilikuwa naenda kuchoo, na kia kukutana na huyu na, anatoka kunyamba <laughs> Mtoto ananiaribishia wese mi ana nyamba sa vile bata mwese. Ah, yeah. Yeah. Hey, bona, we, ah, Eh bwana we niko nakusingizia, nilisha kwambia iwese yangu aiko ya kuchezesha, nikonakataza kitu we <coughs> <coughs> ukonaendelesha naendelesha kutia miza miza mimi na we angalia kubusho sa kwa kiki samani eh. lakini Ah, uh, eh bwana. Ndio vile. Na wewe nilishakuona sana hapa kwangu hapa. Hapa kwangu inakuwa unakuwa nakamata kamata sa vile nakuwa ni kamenge hapa eh? Kule kuonze kwenye mwe nakuwa kanaenda. Kila siku unakuwa unaleta, mwanamke unaleta, leo huyu unaleta huyu, leo kesho unaleta huyu mwingine. Sasa biko hivi. Aba benye ulishakaleta hapa kwangu bana enea. Unasikia? Mwingine mwenye ukisema ulete mwingine, tutaingia sibote mwingine. Unaenda kidanjo.

Wese mwenye taona tena kuingia mwese yangu anagawia takia ni mutoshe na mavi mina namaliza vye hey. Lakini ami niko na neno vye wangu hapa hivi, mie mwenye niko jirani na awa awami wananisumbua sana usiku. Miye niko nalala niko wasikia tu wako walalamika lalamika, si wako walalamika nini? Wako wanisumbua silali mzuri, beko nalalamika y